Kwa dhati ya moyo nimshukuru sana mheshimiwa rais Daktari Samia Hassan kuniamini na, na kunipa na kuni nafasi na kama kijana na mimi nionyeshe mchango wangu. Nimesimama hapa mbele yenu, mbele ya Chama cha Mapinduzi, mimi Juma Aweso, ambaye imepewa dhamana katika eneo hili la maji, sitokuwa kikwazo kwa jiji la Dodoma. Wana Mkonze Kazi sehemu ambapo hakuna maji, hauna haja ya kuongea sana, fanya unavyofanya watu wapate maji. Katika kazi kuna faida, kazi kwa hiyo kazi. Tutafanya usiku, kazi tutafanya mchana a watafiti watafanya kazi usiku na mchana, lakini watu ambao wanahusika na uchimbaji tafanya kazi usiku, tafanya kazi mchana, tafunga sola na sola. Na ziara zetu, mimi nitazibadilisha kwenye ucezaji, bado nimeibawa kuigana Dodoma tafanya ziara

moja ambalo nataka waeleziwana Mkonze iweke wazi jiografia yenu, maeneo yenu. Haa, hata kukuchimba maji, umeshafanya kazi, maji yanapatikana watu wangu kidogo sana, lakini hawa wataalamu wa rasilimali za maji, wao wamesomea maji tu. Ni kuombe diwani, hawa watakuwa na ripoti kwao, hawatoki mpaka wajue watu aaa wao watakueleza maeneo gani aaoafaiiiaaa oi tete tukayatafute, na wewe utashirikiana nao sababu mbu ameshafanya kazi yake, watatuambia hapa ndiyo kwenye pointi ambapo maji yapo, na atakapokuwa ya atakapokuwa amepatikana mtano hapo hapo uweze kuchimba, lakini hapo hicho kisima taaa uepatikana maji a a

Ukungu umetokea sitaka. Utaka. Kwa naamini sisi ile ile ambayo tumeifanya kule mkuu naamini na hata tunakwenda kwa sisi ile ili kuhakikisha mambo yetu yanakwenda. Eneo hili la Konze South ni eneo ambalo miaka sita, saba, nane, tisa, kumi iliyopita ni eneo ambalo halikuwa na uendelezaji mkubwa lakini baada ya maamuzi ya serikali ya kuifanya Dodoma kuwa makao makuu eneo hili ni sasa limejengwa kwa kasi kubwa sana, na lazima sisi tuendane na kasi ya ukuaji wa jiji la Dodoma, na hivyo ndio maana tumeona kwamba kuna haja kubwa ya kusaidia upatikanaji wa maji katika eneo hili ili wananchi wetu muweze kupata maji. Tumebakiza lita milioni ishirini na nane kuondokane na mgao, lita milioni ishirini na nane Mahitaji ya maji ya Dodoma kwa siku lita milioni mia moja na arobaini na tisa. Uzalishaji wa duasa ulikuwa ni lita milioni themanini na moja kwa siku. Tulikuwa tuna upungufu wa zaidi ya lita milioni sitini na nane yani. Tumezindua mradi pale Nkumu ambao utasaidia kuzalisha maji lita milioni thelathini na kuifanya uzalishaji kwa siku kwa Dodoma kuwa ni lita milioni mia moja na ishirini na moja kwa siku, kwao tunapungukiwa lita milioni ishirini na nane kumaliza tatizo la mgao, ukiongeza na hivi hapa vya kwenu mheshimiwa, wewe historia itakukumbuka. Mgao utakuwa baibai, wananchi wangu wataanza kufurahia maisha yao pasipo mgao wa maji, kwa spidi hii kubwa ulioiweka na dhamira yako, nami nitakwenda aa